Bwana uh, niko Salasala hapa, kuna kiwanja kimoja kikali sana. Hicho kiwanja ni kiwanja cha tatu kutoka barabara ya lami, yaani kiwanja cha tatu kutoka barabara ya lami, mtaa wa kibabe wa kishua sana sana. Eh, hiki kiwanja kina kuta tatu, yaani unajenga kuta moja tu kwa ajili ya kumalizia fence. Kina ukubwa siku ya mita elfu mbili sikuwa mita elfu mbili mia nne bei inayouzwa kwenye hicho kiwanja milioni mia nne na hamsini mazungumzo. Sikuwa mita elfu mbili mia nne Salasala mtaa wa kishua wa kibabe sana sana sana. Narudia tena, mtani wa kibabe sana. Ukubwa sikuwa mita elfu mbili mia nne bei inayouzwa milioni mia nne hamsini mazungumzo milioni mia nne hamsini, mazungumzo. Sala sala, sala, sala, mtaki shua sana, wakishua sana, kiwanja cha tatu kutoka lami, milioni mia nne hamsini, mazungumzo eh?